Leo nimewakamilishieni dini yenu na nimetimiza neema zangu juu yenu na nimeridhia kwenu nyinyi kuwa uislamu ndiyo dini. fabaka Abubakar, Abubakar akalia sana baada ya aya hii kuteremka, na watu wakamuuliza, ma yubkika, unalilia nini ya Abubakar? akajibu akasema, hii ni khabari ya kuondoka mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. khabari nzito hii, Abubakar alielewa na kabla ya kufariki kwake kwa siku tisa kukateremka aya nyingine ambayo ndiyo ya mwisho, hakukuteremka nyingine baada ya hapo. Allah subhanahu wataala anasema: wattaqu yawman turjauna fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun, na naiyogope ni siku ambayo mtarejeshwa kwa Allah subhanahu wataala, kisha kila nafsi italipwa kwa yale yaliyochuma mwenyewe Alafu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hatudhulumiwa mtu yoyote. Maumivu ya mtume wetu Muhammadi sallallahu alaihi wasalam yakaanza hapo na homa kali na kichwa kikamuuma sana. Akawaambia watu wake, nataka kuwatembelea mashahidi wa Uhud waliofariki katika vita vya Uhud. Kwa hiyo akainuka mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasalam, akaenda katika makaburi yao akafika katika makaburi yale ya watu waliofariki masahaba katika vita vya Uhud, na alipofika pale akawasalimia, alafu akawaambia: antum sabiqun, nyinyi mmetangulia, wasema wa wallahi inni bikum lahiq, wallahi mimi kwenu nyinyi nnafatia nyinyi mmetangulia na mimi nnafatia. Wakati huko njiani na rudi kwake mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam wasalam akalia Alivyolia akasema ishtaktu li ikhwani, nimewamisi au natamani kuwaona ndugu zangu. Masahaba waliokuwa naye wakamuuliza, awalasna ikhwani ya rasulullah, kwani sisi sio ndugu zako? Akasema antum ashabi, ni masahaba zangu. Ikhwani, ndugu zangu, yatuna ya mimbaadi, watakuja baada yangu Yuminuna bi walam yarauni, wataniamini ya mimi na wala hawajaniona. Akikusudia sisi, Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi aleh wasallam atamani kutuona. Wallahi, nikiangalia wingi wa madhambi yetu katika mgogo huu wa dunia naona haya, naona haya kusema kuwa Mtume akitokea leo akatuona hali yetu tukoje? Twastahiki kweli mtume akatamani sisi kutuona? rahmatuka alwasi'a ya rabbi madha fa'alna baada Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kwani tumefanya nini sisi na tumezua mangapi baada ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kuondoka? Tumeiacha dini yetu. La ilaha illa Allah, Allahul musta'an na kabla ya kufa kwake kwa siku tatu aka, alikuwa yupo katika nyumba ya mama yetu Maimuna radhiallahu anha, akawaambia nikusanyie ni, ni wake zangu wote. Akakusanyia wake zake akawaambia tadhanuna li, naomba ruhusa, mniruhusu mimi nikaugue katika nyumba ya bibi Aisha radhiallahu anha, na wote wakamridhia wakam

Wakati anapelekwa masahaba wakamuona vile alivyobebwa, mmoja yuko upande huu na Ali yuko upande huu na Al-Fadl bin Abbas radhiallahu anhu yuko upande huu, hawezi hata kutembea mwenyewe. Masahaba wakakusanyika msikitini, wakaanza wasiwasi na huzuni, hawajawahi kumuona kipenzi chao katika hali ile. Ukaanza minongono na mazungumzo, mala asaba rasulullah amesibiwa nini? na amesibiwa na, na kitu gani? mtume wetu kipenzi chetu amesibiwa, mazungumzo ya kawa mingi. Bibi Aisha asema jasho likawa linamtidirika bighadzara kwa wingi sana, hajawahi kuona jasho linaomtoka mtu kwa wingi kama lilivyokuwa likimtoka mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asema kuntu akhudh, ikawa mimi nachukua mkono wake mwenyewe nampangusia uso wake, kwa sababu mkono wake akramu wa atyab, mkono wake ni mtukufu zaidi na mzuri zaidi hio akawa mpangusia kwa mkono wake mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bibi Aisha asema kisha nikamsikia asema, la ilaha illa llah inna lilmauti la sakarat, akisema hapana Mola anaepaswa kuabudiwa isipokuwa Allah, hakika mauti sakarat ni maumivu Anasema maneno haya mtume, kiumbe aliyekuwa bora kuliko wote, asema mauti ni mateso na maumivu na tabu. Mkando wangu ukajiuliza mimi na wewe, itakuwaje? Azungumzo msikitini akawa mingi, minong'ono ikawa mikubwa. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema hebu niinueni, nipelekeni nikazungumze nao masahaba zangu. Akainuka mtume wetu hakuweza akamwagiwa maji makopo saba ili achangamke kidogo, alafu akainuka, akaingia kwa masahaba zake, akawahutubia hutuba ya mwisho, na akawazungumzia mazungumzo ya mwisho na ujumbe uliokuwa wa mwisho. Usikilize ujumbe huu ndugu yangu na ujifu